Kitabu cha Zekaria sura ya kwanza na ya pili. Naam, karibu. Tumsifu Yesu Kristo watu wa Mungu. Karibuni sana wapendwa mahali hapa katika kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti, nami naitwa Mwalimu Petro, nawakaribisha na watu wa Mungu tuweze kuungana kwa ajili ya kuenda kuanza kusoma kitabu cha Zekaria siku ya leo. Wapendwa, wataalamu wanatueleza kwamba kitabu hiki cha Zekaria ni moja ya vitabu ambavyo viliandikwa na vikaeleza mambo kadhaa ya kimafunuo na mazito mno ambayo tutayapata kwa undani tutakaposoma kitabu hiki. Naomba nisimalize uhondo, moja kwa moja tufungue kwa sala ili tuanze kusoma. Kwa jina la Baba la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Mungu tunakushukuru, tunasema asante kwa ajili ya siku ya leo, e Bwana unaotuwezesha kuweza kuungana kwa ajili ya kusoma neno lako. Tunaomba Roho Mtakatifu utusimamie, utuwezeshe Mungu tunaposoma, e Bwana tuweze kujengwa na kuimarishwa. Hekima yako Mungu ijifunue ndani yetu, ili sote kwa neno hili, e Bwana tuweze kutiwa uzima, katika jina la Baba Mwana na Roho Mtakatifu tuseme amen. Watu wa Mungu, naomba tuungane sasa na ndugu zetu wa Wedi Project ili tuanze rasmi usomaji wa Biblia kwa njia ya, ya sauti, kitabu cha Zekaria mlango wa kwanza. Katika mwezi wa nane, mwaka wa pili wa Dario, neno la Bwana lilimjia Zekaria mwana wa Berekia mwana wa Ido nabii kusema, Bwana amewakasirikia sana baba zenu. Basi uambie Bwana wa majeshi asema hivi, nirudieni mimi, asema Bwana wa majeshi, nami nitawarudia ninyi, asema Bwana wa majeshi. Msiwe ninyi kama baba zenu, ambao manabii wa zamani waliwalilia wakisema, Bwana wa majeshi asema hivi, rudini sasa na kuziacha njia zenu mbovu na matendo yenu maovu, lakini hawakusikia wala kunisikiliza, asema Bwana. Je, baba zenu wako wapi? Na hao manabii Ye, waishi milele? Lakini maneno yangu na amri zangu nilizowaagiza hao manabii watumishi wangu, ye hazikuwapata baba zenu? Nao wakageuka na kusema vilevile vile, kama Bwana wa majeshi alivyoazimia kututenda sawasawa na njia zetu na sawasawa na matendo yetu, ndivyo alivyotutenda siku ya 24 ya mwezi wa kumi na moja. Yani, mwezi uitwao Shebati katika mwaka wa pili wa Dario, neno la Bwana lilimjia Zekaria mwana wa Berekia mwana wa Ido nabii kusema, naliona wakati wa usiku natazama, mtu amepanda farasi mwekundu, akasimama kati ya mihadasi iliyokuwa penye uvuli, na nyuma yake walikuwapo farasi wengine wekundu na wa rangi ya kijivujivu na weupe. Ndipo nikasema e, hey, bwana wangu ni nini hawa basi yule malaika aliyesema nami akaniambia, nitakuonyesha ni nini hawa. Na yule mtu aliyesimama kati ya mihadasi akajibu akasema, hawa ndiyo Bwana aliowatuma waende huko na huko duniani. Nao wakamjibu yule malaika wa Bwana aliyesimama kati ya mihadasi wakasema, tumekwenda huko na huko duniani, na tazama, dunia yote inatulia nayo imestarehe. Ndipo yule malaika wa Bwana akajibu akasema Ee Bwana wa majeshi, hata lini utakataa kuurehemu Yerusalemu na miji ya Yuda uliyoikasirikia miaka hii sabini? Naye Bwana akamjibu yule malaika aliyesema nami kwa maneno mazuri, maneno yenye faraja. Basi yule malaika aliyesema nami akaniambia, haya, piga kelele na kusema, Bwana wa majeshi asema hivi, na una wivu kwa ajili ya Yerusalemu na kwa ajili ya Sayuni, na una wivu mkuu sana nami ninawakasirikia sana mataifa wanaokaa hali ya raha, kwa maana mimi sikukasirika ila kidogo tu, na wao waliahimiza mateso. Kwa sababu hiyo Bwana asema hivi: ninaurudia Yerusalemu kwa rehema nyingi, nyumba yangu itajengwa ndani yake, asema Bwana wa majeshi, na kamba itanyoshwa juu ya Yerusalemu. Piga kelele tena na kusema, Bwana wa majeshi asema hivi: miji yangu kwa kufanikiwa itaenezwa huko na huko tena, naye Bwana ataufariji Sayuni tena atauchagua Yerusalemu tena. Nami nikainua macho yangu, nikaona, natazama pembe nne. Nami nikamuuliza yule malaika aliyesema nami, nini hizi? Naye akanijibu, hizo ndizo pembe zilizowatawanya watu wa Yuda na Israeli na Yerusalemu. Kisha Bwana akanionyesha wafua chuma wanne, ndipo nikauliza Hawa wanakuja kufanya nini? Akasema kwamba hizi ndizo pembe zilizowatawanya watu wa Yuda, hata ikawa hakuna mtu aliyeinua kichwa chake, lakini hawa wamekuja kuzifukuza, kuziangusha pembe za mataifa walioinua pembe yao juu ya nchi ya Yuda ili kuwatawanya watu wake. Mlango wa pili. Kisha nikainua macho yangu, nikaona natazama, mtu mwenye kamba ya kupimia mkononi mwake. Ndipo nikasema unakwenda wapi? Akaniambia, ninakwenda kuupima Yerusalemu nione upana wake ulivyo na urefu wake ulivyo. Na tazama yule malaika aliyesema nami akasimama, karibu na malaika mwingine akatoka ili kuonana naye, naye akamwambia, piga mbio, kamwambie kijana huyu na kusema, Yerusalemu utakatiliwa na watu kama vijiji visivyo na kuta, kwa sababu ya wingi wa watu na mifugo iliyomo ndani yake. Kwa maana mimi, asema Bwana, nitakuwa ukuta wa moto kuuzunguka pande zote, nami nitakuwa huo utukufu ndani yake. Haya haya, ikimbieni nchi ya kaskazini, asema Bwana, kwa maana mimi nitawatawanya ninyi kama pepo nne za mbinguni, asema Bwana. Haya e Sayuni, jiponye wewe, ukae pamoja na binti Babeli, kwa maana Bwana wa majeshi asema hivi ili nitafute utukufu amenituma kwa mataifa wale waliowateka ninyi; maana yeye awagusai ninyi aigusa mboni ya jicho lake. Kwa maana tazama, nitatikisa mkono wangu juu yao, nao watakuwa mateka ya hao waliowatumikia, nanyi mtajua ya kuwa Bwana wa majeshi amenituma. Imba ufurahi, ee binti Sayuni, maana tazama, ninakuja nami nitakaa kati yako, asema Bwana na mataifa mengi watajiunga na Bwana katika siku ile, nao watakuwa watu wangu, nami nitakaa kati yako, nawe utajua ya kuwa Bwana wa majeshi amenituma kwako. Na Bwana atairithi Yuda, iwe sehemu yake katika nchi takatifu, naye atachagua Yerusalemu tena. Nyama zeni ni nyinyote wenye mwili mbele za Bwana, kwa maana ameamka na kutoka katika maskani yake takatifu.